Miongoni mwa taasisi hizo ni Benki ya NMB kwa kushirikiana na kampuni ya Kitanzania ya Mbogo Ranches ambao wanatarajia kuzindua maonesho ya kimataifa ya mifugo yatakayohusisha nchi tatu za Tanzania, Kenya na Namibia. Mkuu wa Idara ya Kilimo Biashara wa Benki ya NMB Nsolo Mlozi, akizungumza na wanahabari makao makuu ya benki hiyo jijini Dar es Salaam, amesema maonesho hayo ya siku mbili yatafanyika wilayani Bagamoyo na yanatarajia kuwa na tija kubwa kwa wafugaji wa nchi hizo tatu. A, katika sekta ya mifugo kumekuwa na changamoto nyingi, lakini benki ya NMB kupitia management a, na kupitia katika kanda zetu na matawi yetu tumeidhinisha uwezo wa kuwezesha wafugaji katika ngazi mbalimbali. Wako wafugaji wanaofuga ng'ombe wa kunenepesha au tumewafikia katika maeneo yao lakini pia wako wafugaji wanaofuga ufugaji wa kibiashara kwa maana ya ikiwa ni ng'ombe wa maziwa, ng'ombe wa nyama, kuku na mifugo mingine yote ambayo inaweza kufanywa kibiashara. Katika hatua nyingine, Mlozi ameeleza mchango unaofanywa na NMB kwa wafugaji huko, mkurugenzi wa Mbogo Ranches na Wed Mula akieleza sababu za Tanzania kutofanya vizuri kibiashara kwenye sekta ya mifugo kimataifa licha ya kuwa nchi ya pili ya Afrika kwa kuwa na mifugo mingi. Tumewawezesha wafugaji kufuga kwa tija. Mfugaji ambaye alikuwa anachunga ng'ombe zaidi ya kilomita ishirini na tano kutoka kwenye boma lake, maana yake atapita mashamba ya watu wengine mbalimbali. Na kwa ufugaji wa kiasili ng'ombe wanakuwa wengi, mfugaji mmoja, kwa maana yule anayechunga. Kwa hiyo lazima katika hali yoyote atapata changamoto ya kupitisha mifugo kwenye mashamba ya wengine. Kwa hiyo ujio wetu umeweza kuleta tija kwenye hilo, kuhakikisha kwanza wafugaji wanapata nafasi ya kuwa na vile vitu muhimu kwenye mashamba yao, na sababu kubwa ni mbegu zetu, lakini pia desturi za ufugaji wetu. Nadhani ni, ni, ni namna tulivyokuwa, tulivyolelewa kwamba ufugaji hata na kilimo hakikuwa cha biashara, bali kilikuwa cha kujiendeleza wewe mwenyewe maisha ya nyumbani ya kila siku, tunaita subsistence farming, au cha kilimo cha kujikimu hata mifugo haikuwa ina malengo ya mtu kutaka kwenda kusomesha watoto, ilikuwa ni kitu anacho, akipata wageni atampa maziwa, atampa nyama, nilikuwa ni mwenendo wa maisha. Maonesho hayo yanatarajiwa kufanyika Juni 14 na 15 mwaka huu katika wilaya ya Bagamoyo, mkoa ni Pwani.